Ikumbukwe kuwa Baba wa Taifa pia alichukua hatua mbalimbali za kukuza na kueneza matumizi ya Kiswahili nchini na ulimwenguni kwa kuanzisha taasisi ya utafiti wa Kiswahili TUKI mwaka 1964, baraza la Kiswahili la taifa BAKITA mwaka 1967, matumizi ya Kiswahili bungeni na shughuli zote za serikali mwaka 1962 kutangaza kiswahili kama lugha ya taifa mwaka 1964 na matumizi ya kiswahili kama lugha ya kufundishia masomo yote na lugha ya kiingereza kubaki kuwa somo hiyo ilifanyika mwaka 1965 lakini vilevile vile baba wa taifa alikuza na kuendeleza kiswahili kupitia uandishi wa vitabu na kufanya fasiri za vitabu kwa lugha ya Kiswahili vikiwemo Uhuru na Ujamaa mwaka 1968, Binadamu na Maendeleo mwaka 1974, na Mfanyabiashara wa Venice mwaka 1966, na vingine vingi vikiwemo vitabu vya dini. Kuna Injili kadhaa pia alizifasihi kwa Kiswahili. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki kumbukizi ya miaka mia moja na tatu ya kuzaliwa kwa Baba wa Taifa inatupatia pia nafasi ya kutafakari juu ya umuhimu wa umoja wa kitaifa ambao hayati Baba wa Taifa aliupigania kama hatua muhimu ya kujenga utawala bora kama taifa changa lilojikomboa kutoka kwenye makucha ya wakoloni. Baba wa Taifa alihimiza kuheshimu tofauti zilizopo baina yetu ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kufikia malengo yetu. Katika azma hiyo, Mwalimu alihimiza ushiriki wa wananchi katika michakato ya kufanya maamuzi, kukuza uwazi na uwajibikaji, kuwekeza katika elimu na uhamasishaji ili kuongeza ufahamu kuhusu haki na wajibu wa raia, kuleta usawa wa kijamii na kiuchumi ili kuepusha migawanyiko na machafuko ya kijamii na utambulisho wa kitaifa na maadili. na madhum, madhumuni hayo ndiyo yaliyopelekea kuasisiwa kwa Jeshi la Kujenga Taifa, JKT, mwaka 1964 ili kuwafundisha vijana kulitumikia taifa katika nyanja za kijamii, maendeleo ya uchumi na ulinzi wa taifa, lakini pia kutoa mafunzo ya msingi ya jeshi kwa vijana kwa lengo la kuwawezesha vijana hao kufikia sifa ya kujiunga katika vyombo vya ulinzi na usalama na kushiriki kikamilifu katika medani ya ulinzi wa taifa. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, Baba wa Taifa aliamini kuwa ili tuendelee tunahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora, na hivyo aliweka msisitizo katika suala la uongozi bora katika ngazi zote za uongozi wa taifa letu, kwa vile aliamini kuwa matatizo mengi yanayowasibu wananchi yalitokana na kutozingatiwa kwa misingi ya utawala bora. Matatizo hayo yalikuwa ni pamoja na uongozi wa kiimla usiozingatia maoni na ridhaa ya walio wengi, kutozingatiwa kwa sheria, kanuni na taratibu, kutozingatiwa kikamilifu kwa misingi ya haki na usawa katika mipango na uendeshaji wa shughuli za umma, lakini pia vitendo vya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma, vitendo vya unyanyasaji wa wananchi na kutokuwepo kwa uwazi katika uendeshaji wa shughuli za umma. Kwa msingi huo, hayati Mwalimu Julius Nyerere alisisitiza umuhimu wa wananchi kushiriki uchaguzi wa viongozi na sio bora viongozi bali viongozi bora akianzia na uchaguzi wa tarehe moja Novemba mwaka 1962 mara baada ya Tanganyika kupata uhuru. Lakini pia alisisitiza sana ushiriki wa wanawake katika chaguzi hizi, na Dr. Samia Suluhu Hassan hakika amefuata nyayo hizo. Wote ni mashuhuda wa nafasi nyingi ambazo ameteua, nafasi za juu kabisa serikalini kwa wanawake wa Tanzania, lakini pia Watanzania wenye ulemavu. Kwa hiyo, wananchi wanaposhiriki kikamilifu katika uchaguzi wanapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayogusa maisha yao ya kila siku na hivyo kuimarisha uwajibikaji wa viongozi waliopo madarakani na katika ngazi mbalimbali. Mheshimiwa, viongozi na ndugu wananchi, napokaribia kumalizia napenda tena tumpongeze Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kudumisha ujirani mwema na mataifa yanayotuzunguka ikiwa ni pamoja na kuendeleza na kuimarisha uhusiano kimataifa. Aidha, katika kutekeleza sera ya mambo ya nje serikali ya Tanzania imeendelea kuongozwa na falsafa ya kutofungamana na upande wowote iliyoasisiwa na Baba wa Taifa na hivyo kuwezesha nchi yetu kuepuka uadui na taifa lolote duniani.